Majina anaitwa Dr. Hashim Titho, daktari daraja la pili katika Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Kusini Mtwara. Niko na mwenzangu hapa okay. Kijana alikuwa aahuyualikuwa e, kijana kijana wangu watatu kutoka kutoka vijana wangu wote, yani familia yangu familia ndo watatu kuzaliwa. Alikuwa na ajira ya udaktari Mtwara, alikuwa na degree ya pa, e, moja, na sasa akapata nafasi ya kusoma degree ya pili ambayo alikuja hapa Dar es Salaam kwa mwimbizo pili somo ya pili ya bingwa au upasuaji. Sasa ni huu sasa somo la pili, mpaka mpaka kesho naona nimemaliza bingwa daktari huu uh, upasuaji sasa. So, so, oh, eh, oh, kwa sababu mama wao na kwa wanakaa nje ya chuo hawako hawako ndani hapo na mwenzake wanaishi. Sasa unajua vijana hapa na pale, amechoka wenyeji na nini, nitoke nitembee. Kila siku anakwenda siku mbili tatu anarudi, anarudi. Sasa tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne alikuwa ametoka kama kawaida yake, wenzake wakijua atarudi. Siku moja mbili hajaonekana, tatu hajaonekana mpaka mwezi ukaisha, mwezi wa nne, Morogoro asik ot mtaani apige simu. Sasa kuanzia mwezi wa tano

a siku tatu nne tano hivyo il